Kwingineko ni kwamba Kenya imepiga hatua katika uwezo wake wa kuzuia, kuchunguza pamoja na kukabiliana kikamilifu na kuenea kwa magonjwa yanayoambukizwa baina ya mifugo na binadamu. Haya yanafuatia kuzinduliwa kwa miongozo miwili muhimu, wa kwanza ukiwa ni pamoja na kukabiliana na homa ya Rift Valley na mwingine ukiwa ule wa kupambana na ugonjwa wa Brucellosis. Miongozo hiyo mipya inatarajiwa kuimarisha uratibu katika sekta mbalimbali pamoja na kulinda maisha pamoja na riziki. Kwenye hafla ya pamoja iliyowatangamanisha wataalamu wa afya wenzao wa mifugo pamoja na sekta za mazingira, wizara ya afya ilizindua rasmi mpango wa kukabiliana na homa ya Rift Valley pamoja na miongozo ya kupima ugonjwa wa brucellosis, mpango unaosemekana ni muhimu katika vita vya taifa hili dhidi ya kuenea kwa magonjwa yanayoambukizwa baina ya wanadamu na wanyama When Kuwepo kwa miongozo hii kulichangiwa kwa ushirikiano na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mifugo ILRI iliyosaidia kukuza msingi wa kisayansi. Wataalamu pia waliibua wasiwasi kuhusiana na vipimo vya uchunguzi vya kiwango cha chini vinavyosababisha matibabu yasiyo sahihi, pamoja na gharama ya matibabu isiyotarajiwa, ikikadiriwa kuwa zaidi ya shilingi bilioni 65 hutumika kila mwaka.

Homa ya Rift Valley inayoenezwa na umbu inaathiri wanyama pamoja na binadamu, nayo ni ugonjwa hatari. Wakati wa chamko la homa hii baina ya mwaka elfu mbili na sita elfu mbili na saba taifa hili lilipoteza zaidi ya watu mia moja na hamsini na tano, mifugo elfu hamsini na zaidi ya shilingi bilioni mbili kiuchumi. Brucellosis inasalia kuwa tishio huku kukiwa na zaidi ya visa laki moja vinavyoripotiwa kila mwaka. Bruselosi zimeathiri si familia nyingi, lakini matibabu yake ni ya gharama ya juu kwa wengi. Sasa ningeomba serikali wajali, wajali sisi watuwekee mashini za kupima na madawa ndiposa tusaidike. Juu naweza tumo ninunue dawa, sina pesa na dosi moja ni around 4,000, 5,000 na sina Mkakati wa kitaifa wa kudhibiti ugonjwa wa brucellosis unanuia kuimarisha ufuatiliaji wa pamoja chini ya mfumo mmoja wa afya. Maria Mboni kiripotia Darubini.